Naam, kwengine, kwa wakazi wanaoishi karibu na hospitali ya kaunti ndogo ya Kimilili na karibu na mahakama ya Kimilili wamelalamikia kuwepo kwa popo wengi maeneo hayo, wakisema kero hiyo si tu tishio kwa mazingira bali ni tishio kwa afya yao, wakitaka idara husika kutumia mbinu zozote kuondoa popo hao. Wanasema kwamba imekuwa vigumu kwao kutumia barabara katika maeneo ambayo miti imejaa popo hao kutokana na kutapakaa kwa kinyesi cha popo chini ya miti na barabarani, wakitaka idara husika kutafuta mbinu za kuondolea kero hilo. Aidha, baadhi yao wanasema kwamba kulingana na imani ya jamii yao wanyama hao mara nyingi husishwa na ushirikina. A, awo, popo wanaharibu mazingira, unavyoona vyenye tumesimama hivi, hata hii barabara kupita inakuwa ni ngumu, alafu barabara zetu pia, hata ukitembea unatafuta tu mahali pa kukanyaga juu, hata pia inaweza fanya utelezi waanguke, unaweza hata umia Watoto kwa nyumba hawalali. Hizi ndege zenye ziko hapa ni ndege za kiajabu sana, hizi ndege, hizi ndege ziko associated na mambo ya kiuchawi, mambo ambayo inaweza kuwa ya kishetani. Maana hizi ndege zinatesa wajirani wa hapa sana, zinapiga kelele hizi ndege, mara zina operate usiku, zinakimbia zikipigapiga piga mabati kwa wale wa, wajirani wa hapa hospitali. Hawa jamaa, unaona hawa jamaa, hawa jamaa ni, ni ni watu wabaya hawa, hawa ni vifo, wale watu walikufa kitambo, si watu wazuri. Na akiingia kwa nyumba yako ndio utajua, na kuambia ukweli, kesho yako utaona matokeo. <laughs>